Maeneo ya kuwekeza katika maisha yako. Kwa kawaida, tupo pale tulipo leo kwa sababu ya hatua tulizozichukua jana, na kile tulichokifanya jana ndicho kinachotengeneza kesho yetu, kwa kumaanisha kwamba baadhi ya bamba, vitu na mambo tuliyoyafanya leo ndiyo yatakayojenga kesho yetu, aidha kuwa bora zaidi au kuwa ni siku ambayo ni mbovu kwetu katika maisha yetu kila tunachokifanya leo tunapanda mbegu, tunapanda mambo ambayo yanahitajika kuvunwa kesho. Tunaweza kufanya vitu ambavyo ni vibovu siku ya leo, tunaweza kufanya vitu ambavyo ni vibovu na havina maana siku ya leo, vikasababisha siku zetu za kesho zikawa mbaya. Ukifanya vitu vizuri siku ya leo, vitafanya siku yako ya kesho kuwa nzuri. Ndio maana tunasema leo yako inapanda mbegu ya kesho yako tunaweza kwa ajili ya kesho yetu, na ndiyo maana ukiharibu leo yako, kesho yako itakuwa ya shida. Tulio wengi tumekuwa tunafanya vitu ambavyo hatujui vina msaada gani katika kesho zetu, hatujui vina umuhimu gani katika kesho zetu, alafu by the way tunakuja kulaumu, kwa nini kesho zetu zimekuja kuwa mbovu, kwa nini kesho zetu zimekuwa hivi, kwa nini kesho zetu zimekuwa hazina maana kwa watu. Kuna uwekezaji mmoja sana na muhimu ambao unapaswa kujua katika maisha yako ambao unaweza kukufanya wewe na maisha yako kuwa bora zaidi. Uwekezaji huu unakufanya wewe kuwa bora zaidi na kuweza kupata chochote kile unachokitaka katika maisha yako. Uwekezaji naozungumzia hapa ni uwekezaji unaofanya ndani yako wewe mwenyewe, kile unachofanya leo ili kuwa bora zaidi kinachokuwezesha kufanya makubwa zaidi katika kesho yako na kuweza kupiga hatua zaidi katika kesho yako. Unachotakiwa kujua katika maisha, elewa hivi vitu viwili katika maisha yako: kadri unavyokazana kuwa bora leo, ndivyo unavyoweza kufanya makubwa siku ya kesho. Kitu cha pili kinachotakiwa kuelewa ni kwamba kadri unavyotatua changamoto unazokutana nazo leo katika maisha yako ndivyo unavyojiwekea msingi bora kwenye nafasi ya maisha yako na kuweka nafasi nzuri katika kufikia mafanikio yako ya siku yako ya kesho. Sasa leo, natamani na nataka tuangalie ni hatua zipi unaweza kuzichukua ili kuweza kuwa bora zaidi na kufikia ndoto zako katika maisha yako. Vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wanakosea ni kwamba hawazijui kesho zao zikoje, kwa sababu ya vile walivyofanya leo yao. Hicho nabidi uelewe sana katika maisha yako, lakini zipo hatua muhimu zaidi ambazo kila mtu anapaswa kuzifanyia kazi kila siku, ili kuwa bora zaidi ya jana. Huu ndio uwekezaji bora kabisa katika maisha yako, unaweza kukufanya kwenye maisha yako uwe bora uwe imara uwe na msingi mzuri wa kukufikisha wewe to your destiny, to your dream kwenye maisha yako unayoyataka. Kitu cha kwanza, tunasema kwamba jifunze kitu kipya kila siku, jifunze mambo mapya kila siku, kwa maana ya kwamba unaweza ukajifunza mambo mapya aidha kwa kuangalia videos ambazo zinaelezea vitabu mbalimbali mbali kwa kuangalia mafundisho mbalimbali mbali kwa kusoma vitabu mbalimbali ambavyo vinahusiana na success ili kuweza kuongeza kitu kipya kwenye subconscious mind yako na kwenye conscious mind yako. Na tunajua siku zote brain inategemea vitu viwili ambavyo ni conscious na subconscious. Ukichezea hivi vitu viwili vikawa havipati vitu ambavyo ni sahihi, basi maisha yako yatakuwa shida sana na ndio maana kila siku unahitaji kuingiza kitu kipya kwenye akili yako, ili akili yako ikue zaidi, uweze kukufikiri, uweze kufanya vitu ambavyo ni vikubwa kutokana na kile ambacho umekiweka katika ufahamu wako, lakini pia uweze kuona yale ambayo ulikuwa uwezi kuyaona kwa kawaida, kwa sababu kitu kimoja ambacho natakia uelewe ni kwamba wanasema kwamba macho hayawezi kuona kile ambacho akili hayawezi kuona. Kwa maana hiyo, kama akili yako itakuwa na vitu vingi, kama akili yako itakuwa imeshika vitu vingi na kuelewa vitu vingi, basi utakuwa na uwezo wa kuona fursa nyingi katika maisha. Ndio maana hata mwanafalsafa mmoja anasema kwamba uko hapo ulipo, na pale ulipo kwa sababu ya kile ulichokiingiza na kukiweka katika akili yako. Unaweza kubadili vile ulivyo na pale ulipo kwa kuweka kitu kipya katika ufahamu wako. Hivyo, anza kuweka kitu kipya katika akili yako, anza kuipa akili yako kitu kipya kuanzia leo na utabadili maisha yako. Remember hata maandiko yanasema kwamba a man may rise from poverty to become a king of his country Or go from prison to the throne, but if in his old age he is too foolish to take advice he is not as well off as a young man who is poor but intelligent. Lakini kitu cha pili nachotakiwa kuelewa ni kwamba ipe akili yako mazoezi kila siku, kwa maana ya kwamba unajua, watu wengi tunafanya vitu ambavyo hatuvifanyii mazoezi, hatuvifanyii mazoezi, na ndiyo maana vinashindwa kuwa reality of our life. Kwa maana hiyo kile ulichojifunza kila siku, kile ulichokiwekeza kila siku katika akili yako, kakifanyie kazi, kakifanyie mazoezi. Umejifunza uaminifu, umejifunza kuwa mwaminifu juu ya watu, umejifunza juu ya tabia za watu mbalimbali, mba. namna ya kuishi nao, go and practice, go and do it, kwa maana kwamba the more you practice, the more you become better. Na ndio maana wale wanaoshindwa ni kwamba wana, sio kwamba hawavijui vitu sio kwamba hawaelewi vitu ambavyo vinaweza vikawafanya wafanikiwe. Sio kwamba hawajajifunza vitu ambavyo vinaweza vikawafanya wafanikiwe. Hapana, tatizo ni kwamba they don't want to practice what they learn, they don't want to practice what they add in their minds na ndiyo maana uwekezaji wa pili ambao unatakiwa kufanya ni kuweza kuwekeza kitu kipya kwa kufanyia mazoezi kile ulichojifunza katika ufahamu wako. Ndio maana nikisoma mstari mmoja katika Biblia, mhubiri anasema kwamba the wiser you are the more worries you have the more you know the more it hurts, kwa maana kwamba kadri unavyozidi kuwa na maarifa mengi zaidi unazidi kuwa na hofu kwa kujua vitu vingi zaidi. Sasa unawezaje kuiondoa hiyo hofu? kuiondoa hofu kwa kwa hakikisha kwamba unafanya kitu ambacho ni drainage. Tunasema kwamba hakikisha una practice the principle of emptying your mind every day. How can you empty your mind? Go and stand still. Kaa sehemu fulani tulia kwa muda mrefu, itulize akili yako, ifanyie mazoezi ya vile ulivyoleni, ifanye itulie, kaa sehemu yenye utulivu. Akili yako ikitulia, itakupa maamuzi tofauti tofauti ambayo yatakuwa yanakuwezesha wewe kufanya vitu vikubwa zaidi. Lakini kitu cha tatu unachotakiwa kuwekeza katika maisha yako ili kufikia mafanikio, tunasema kwamba tengeneza mtandao wa mamenta. Ukisema mamenta, tunasema kwamba is an experienced person person who advises and helps a person with less experience over a period of time, kwa maana kwamba unahitaji kuona menta, mtu anayejua kuliko wewe, mtu anayefahamu kuliko wewe, mtu mwenye experience, tunasema kwamba menta ni mtu ambaye anaangalia na anapenda kufanya wewe ufike mahali fulani, lakini wewe pia unapenda kuwa kama yeye vile alivyo, na ndio maana namwita mentor. Pengine unatamani kwenda juu zaidi ya yeye alipo, pengine unatamani kufikia mahali yeye alipo, kwa sababu yeye, yeah, amefanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo una learn from your mentor. Sasa kwa sababu gani unatakiwa kuwa na mentor? Kwa sababu nasema kwamba mentor anakufundisha mambo ambayo ulikuwa huyajui. Kwa sababu vitu vingi ambavyo unakosea ni kwa sababu huvijui. Kwa, anakufundisha vitu ambavyo huvijui uweze kuvijua ili kufikia mafanikio. Lakini pia kwa kuwa na menta, utaepuka kufanya makosa ambayo umekuwa ukiarudia rudia katika maisha yako. Lakini pia menta atakupa ushauri ambao ni wa kitofauti wa kufanya wewe uweze kupiga hatua zaidi kwenda mbele. Kwa sababu watu wengi tulivyo, tumeumbwa na asili ya kuahirisha mambo. Lakini ukiwa na menta hata kuonea huruma, hata kuonea huruma wala hata jaji umefanya nini yeye atakachokutaka kujua ni kwamba umekamilisha ulichotaka kukamilisha. That's why it is important of having mentor, kwa lazima uwe na mentor. Huo ni uwekezaji wa tatu, ili uweze kufikia mafanikio. Lakini uwekezaji wa nne na wa mwisho tunasema kwamba fanya kitu cha kuboresha afya yako kila siku. Ngazi kubwa ya mafanikio siku zote ni afya. Kama afya yako ya mwili itakuwa mbovu huwezi kupiga hatua kama ambavyo unatarajia kupiga hatua. Na njia bora ya kuweza kuwa na afya njema na nzuri ni kujikinga na maradhi mbalimbali, ambayo yanasababisha watu wengi waweze kurudi nyuma: stresi, maradhi ya akili, maradhi ya saikolojia, ambayo yanaweza kukufanya ukaa distracted, ukakata tamaa, ukachoka na kuona kama hufai. Sasa haya ni pati ya uwekezaji ambao unatakiwa kujua katika maisha yako. Ukiweza kutumia hizi njia nne katika uwekezaji wako, I'm sure manahakika utafikia mafanikio.